Wakati haa kijiri kundi la kutetea haki za kibinadamu la Vocal Africa limetishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC na Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi EACC kwa kushindwa kuchukua hatua dhidi ya maafisa waliokiuka sheria za uchaguzi. Kundi hilo linasisitiza kuwa uchaguzi mdogo uliokamilika haukuwa huru wala wa haki kutokana na visa vingi vya ghasia, vitisho na hongo kwa wapiga kura vilivyoshuhudiwa. Na wale uh, wakaguzi wetu waliokuwa kule mashinani walisema kwamba uh, zile sheria za uchaguzi zilikuwa zinakiukwa peupe na wanasiasa na wengineo ambao walikuwa wanajihusisha katika masuala kama haya. Sisi leo hii tutafikisha ripoti hii kwa Tume ya Uchaguzi pamoja na Tume ya Kupigana na Ufisadi na wengineo, na tutawapea makataa ya siku kumi na nne ili kuchukua hatua za kisheria kulingana na yale mapendekezo tuliyopeana. Ikiwa hatua hazitochukuliwa tutachukua sisi hatua ya kuweza kufika mahakamani, na baadhi ya wale ambao tutawafikisha mahakamani ni hizi tume ambazo zinazembea katika utendakazi wake, kwa sababu haiingii akili. We had police bias, selective deployment, selective arrests and delayed response point to political influence. We had complicit administration chiefs